Kwanza kabisa sisi kama wanasiasa siku zote tunatafuta changamoto tofauti tofauti. Unapoona eh, ndio maana wenzetu <coughs> Wanyamwezi wanakwambia, Politics is a dynamic. Kwa hiyo unapoona kwamba uh, kuna jambo ambalo eh, unaweza kulielezea kwa wananchi na wakakuelewa. Unaweza ukafanya maamuzi yoyote kulingana na hali hiyo. Bananga alianza kuhama uh, Chadema. Na yeye aliona kwamba sasa anahitaji kutafuta changamoto nyingine zaidi kutoka pale alipokuwa na kwenda kwenye Chama cha Mapinduzi. Hali kadhalika mimi nililiona hilo. Na kubwa ambalo lilinifanya niamue kuingia kwenye Chama cha Mapinduzi, nimekuwa mbunge wa viti maalum wa mkoa wa Tabora. Nimeona ni, ni kwa namna gani ambapo kama mwakilishi wa wananchi wa mkoa wa Tabora, changamoto nilizokuwa nikiziwasilisha serikali hii ya awamu ya sita imekuwa ikizifanyia kazi. Kwa hiyo nikawiwa, nikaona kwamba kumbe inawezekana kwamba hata nikiwa upande huo inawezekana kabisa haya ninayoyazungumza nikapata mara mbili zaidi kwa sababu niko mule mule ambako hata kiongozi wa nchi hii yuko kwenye chama hicho. Lakini pili, mheshimiwa rais amekuwa akifanya kazi kubwa sana. Unafahamu mheshimiwa rais wetu ni ni mama, ni mwanamke shupavu, ni mwanamke ambaye anajali, ni mwanamke ambaye anaelewa, ni mwanamke mwenye huruma ambaye kila eneo ambalo lina changamoto amejitahidi kuligusa kwa kadiri ya uwezo wake. Kwa na mimi nikaona inawezekana kabisa kumuunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan katika majukumu haya anayoyafanya. Kwa miaka minne tumeona vitu vingi ambavyo tayari amekwisha vifanya vikiwepo vingine. Mimi kama mbunge mwakilishi wa Tabora nimevifikisha na vimeweza kufanyiwa kazi, nikiwa mjumbe wa kamati ya TAMISEMI, tawala za mikoa na serikali za mitaa, nimetembea nchi hii mikoa yote ishirini na sita kupita kuangalia miradi mbalimbali mbali ambayo mheshimiwa rais ameifanya tena ile ambayo inagusa wananchi. Lakini huko nyuma tulikuwa tunasema kwamba kumekuwa na utaratibu wa watu kujali zaidi maendeleo ya vitu kuliko maendeleo ya watu, lakini mama huyu alikuja tofauti kabisa, kwamba yeye aliamua sasa kwamba ni lazima tufike mahali tubadilishe utaratibu na maendeleo yawe ni maendeleo ya watu na sio maendeleo ya vitu. Tumeona mashule yakijengwa, hayo ni maendeleo moja kwa moja, yanakuja huko chini kwa wananchi. Lakini tumeona huduma za afya zikiwa zinaboreshwa, tumeona miundombinu ikiwa inarekebishwa kwenye maeneo mbalimbali. Sasa pamoja na hayo yote ambayo ameyafanya, bado hata yale ambayo aliyaacha mtangulizi wake, mama huyu alisema kazi iendelee, na ameyafanya kwa kiwango cha hali ya juu. Tumeona hata juzi ametoka kuzindua daraja la Kigongo Busisi. Lakini tunaambiwa lile bwawa la Mwalimu Nyerere, kipindi ambacho tunakwenda kutembelea bwawa la Mwalimu Nyerere mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Kama kamati ya bunge tulilikuta Li, li, li, bado liko kwenye ndo eh, limeanza wakati huo likiwa limelipiwa fedha kidogo sana, lakini mama huyu amepambana. Hata nusu ya fedha ilikuwa bado haijafika kulipiwa lile bwao, amepambana mama huyu. Leo asilimia tisini na nane bwawa lile tayari liko kwa ajili ya kufanya kazi. ini tumeona SGR ni miradi mikubwa tunayoizungumza hapa, ambayo angeamua kuiacha, ina maana sijui tungekuwa na hali gani, kwa sababu tayari ilikuwa ni miradi mikubwa ya fedha nyingi. Lakini mama alisema hapana, pamoja na miradi mikubwa hii, lakini bado nitapambana kuhakikisha kwamba maendeleo ya watu huku chini yanaonekana. Kama mtakumbuka, mwaka elfu mbili na ishirini nimekuwa kinara wa kuzungumzia changamoto kubwa ya watoto wetu kusoma kwenye vyumba vya madarasa vichache, hivyo kupelekea watoto wetu saa zingine kupewa muda, watoto hawa wanatoka, wanaingia watoto wengine. Leo hii hatuzungumzi Kuhusiana na madarasa kuwa machache. Tunazungumza habari nyingine. Lakini pia tumekuwa tukizungumzia huduma za afya kuwa mbali na maeneo ya watu. Leo kila kata unayokwenda tunazo zahanati. Lakini tunavyo sasa vituo vya afya hapa Tabora mjini peke yake. Tunavyo vituo vya afya vinne kimoja kikiwepo cha kata ya Ipuli ambacho kinakwenda kuboreshwa zaidi ili kiweze kuwa na tija kubwa zaidi kwa wananchi wetu ambao wanaishi kwenye maeneo ya hapa mjini. Lakini tumeona hata upande wa barabara wenzetu wa Tarura wanajitahidi sana, ni hizi mvua tu ambazo ndio zinakuja zinakuwa zinafanya ndivyo sivyo. Kwa hiyo haya na mengine mengi ambayo yamenivuta mimi kuja kwenye chama cha mapinduzi na kuona kwamba kumbe ninaweza kuyasema haya hata kwa wananchi kule ili mambo yaweze kuwa sawa sawa. Hicho ndio kilichonivutia na kikanifanya nijiunge na chama cha mapinduzi, na si vinginevyo.